Kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tukio la kuchomwa nyumba moto, tukio ambalo limetokea tarehe 22 mwezi wa 10 2025 majira ya saa saba na nusu usiku katika kijiji cha Ikumbilo kata ya Chitete wilaya ya Ileje mkoa wetu wa Songwe, ambapo afisa mtendaji wa kata hiyo kwa majina ya Jackson Jonas e, Kamendu mtendaji e, kata kijiji cha Ikumbilo aligundua mchomo kwa nyumba vyumba viwili inayomilikiwa na, na askari polisi mkaguzi wa polisi ambaye anafahamika kwa jina la Nsajigwa Mwajeka. Huyu ni askari polisi kata wa eneo hilo, lakini pia e, ni askari wetu wa wilaya ya Ileje. Katika vitu vilivyoungua katika vyumba hivyo kulikuwa na nguo za kiraia, nguo za polisi, sare za jeshi, kwa maana hiyo vyombo kadhaa vya ndani, alikuwa na mahindi kidogo Tanda na godoro lake na vitu vingine vidogo vidogo. Thamani ya vitu ambavyo vimeteketea na moto huo inakadiriwa kuwa na thamani ya shilingi milioni mbili. Chanzo cha tukio kinachunguzwa, lakini inaonekana e, vitu vilikusanywa na kuweka kwenye kitanda nguo na kuchoma, kwa sababu zimekutwa nci za ujerite katika eneo lile. Mpaka sasa hatujakamata mtu akaja, uchunguzi unaendelea. Kuna watu ambao tumeshapata taarifa tunawafuatilia, na tutakapokuwa tunaendelea tukiwakamata na kuwahoji basi tutatoa taarifa kamili nini hasa sababu ya kufanya tukio hili. Na tukio limefanyika wakati askari huyu akiwa kwenye kutekeleza kazi zake maalum usiku na kazi alikuwa anazifanya, kwa hiyo hakuwepo nyumbani. Mbinu iliyotumika ni kuvunja mlango kwa kupiga teke au na kitu kizito eh, na kutekeleza uhalifu huo. Kwa hiyo tunaendelea na uchunguzi, endapo eh, tutawabaini hawa waliofanya vitu hivyo na nini hasa sababu ya kufanya hivyo basi tutatoa taarifa eh, kwa kadi nafasi itakayokuwa inaruhusu hata ina. Lakini kama tutathibitisha chochote, lakini ukisema ubakaji mara yake kama yako mambo ya namna hiyo, hakuna askari wa hivyo hatuwezi kufumbia macho na namna hiyo, lakini hatujapata taarifa yoyote. Kwa hiyo askari wetu wa upelelezi wako huko kuchunguza, tuone chanzo hasa ni nini. Siwezi kusema sasa hivi, kwa sababu bado hatujapata jambo lolote na hatujakamata mtu yeyote. Tutakapopata ufumbuzi wa suala hili tutaanza kulifanyia kazi na taarifa kamili

wasiwe was, was, was, na hizo taarifa zingine ambazo sisi hatujazipata. Kama itathibitika hivyo, basi hatua itatolewa, lakini mpaka sasa hatujapata kuu zinazohusiana na mambo ya kisiasa. Nasikia ambayo fanya kazi yake vizuri katika kata yake, na hata mashuhuda wanasema hivyo ukienda katika eneo lake.